Jiwe la mwezi na Aslay kama nakumbuka ilikuwa ni angekwepo na ilikuwa ni Mtwara hiyo. Haa, ilikuwa noma sana. Nakumbusha yeah. Nisi <laughs> ambavyo Mtwara alikuwa anaimba ngoma za Aslay, yeah, back-to-back, alafu kama ngoma zote hivi. Nah. Hivi ni yeah, kitu gani kinasababisha kumekuwa na hakuna tena ile back-to-back ya ngoma za lazima na sisi tuoneshe, hmm. ukubwa ujue, hata kama mdogo, lakini mimi mbele ya Mariola unani muziki wangu, kwa hiyo lazima nibadilike. back to back naoleta mimi mwisho wa siku, na inatakiwa ibadilike, ile back to back ya maana, sio back to back tu mbogo mbogo, unaona. kwa hata kama nikisema nimeanza tena back to back na kwa back to back ile ambayo mmeizoea vile, na shoot tu hiyo ni na hiki na hiki, lazima nibadilike muziki mwachane muziki, sababu kwa ushindani sio hmm. nikasema tu natoa tu nyimbo ile Ah, ilikuwa nzuri kwa wakati wake. Unajua kwa kipindi kile ilikuwa nzuri, kwa maana hata mwenyewe umesema tumeenda Mtwara mwezi, kama mtu anaimba lazima vitu huwezi vichange kila siku wanaenda hivi Nimefanya hata nikikaa nyumbani nikitulia napata shows kama kawaida, kwa sababu nyimbo ziko nyingi, watu wanasikiliza, bao wanapenda muziki, mtu anakumiss kabisa na naam, yeah. kabisa kabisa kuona, yeah, yeah. Kwa, kwa kipindi hiki ambacho umekaa ume, ume kimya, yeah. Uh, najua kuna watu ambao walikuwa wanasikiliza kwenye radio na wanafanya poa sana, yeah. kwenye vijana wapya hawa nani ni your favorite, yaani yule ambaye unamwaminia una kwamba atafanya vizuri sana kwa kipindi cha baadaye? wengi naweza kataja saa watatu wanne, sawa so, na Gemero ndio na mimi naweza kufanya ah. Uh, kuna Mario mwenyewe pia, kuna yule mtoto wa Banza Stone anaoimba kwa ah, Stone yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. pia yeah. kuna wanangu sana podo, naamini inshallah, kuna majaji watafanya yeah. live Uh, yeah. wakati lile kundi lenu lile la ya moto bende lilipo nilivyomaliza kufanya kazi kuna memba mmoja ambaye yeye hajapata nafasi wala hajatoa ngoma, akumbusha jina lake, mtalijua jina lake <laughs> au, au, au hajapata nafasi kama ambao wamepata kina, anataka Enoch Bella kuhitaji msaada kwako, ili na yeye aweze kufanya vizuri. Kama yeye wengine ana management yake, na mimi kama mimi, kwa sababu nafuatilia, yaani tunawasiliana, naona na ngoma zake naziona na nazisikia, lakini sijui wengine na wanafikiriaje na naonaje. Kidogo mimi naona ndio kibara anafanya.